Yes, karibu tena kwenye channel ya Kuku Farm, channel nzuri kabisa na kusaidia wafugaji kuweza kujifunza vizuri kabisa kuhusiana na masuala mazima ya ufugaji wa kuku. Lakini pia hii channel inakupa fursa nzuri zaidi kwa wewe ambaye una mpango wa kuanza biashara ya ufugaji wa kuku, na yule basi ambaye tayari ashaanza biashara hii ya ufugaji, kuweza kujifunza mambo mbalimbali ambayo ataweza kumsaidia yeye kama yeye kuboresha ufugaji wake, lakini pia kuweza kupata masoko mbalimbali ambayo tamsaidia kuweza kuuza kuku wake faida zaidi ili kusudi waweze kumletea matokeo. Napenda sana biashara ya ufugaji wa kuku, lakini pia kwenye masuala mazima ya ufugaji wa kuku kuna changamoto nyingi sana ambazo huwa zinatokea hasa pale ambapo mfugaji ndio mara ya kwanza ameshaingia kwenye hii biashara ya ufugaji wa kuku. Na ili kusudi kuweza kuzishinda hizo changamoto inabidi huyo mfugaji awe makini sana kwanza kuanzia kwenye upande wa, kwanza, kwanza, kwanza wa soko, lakini pia kuanzia kwenye jinsi ambavyo ataweza kuzalisha hii bidhaa kwa gharama nafuu ili kusudi aweze kupata faida. Na kupitia hii video ningependa ni e, share na wewe mawazo mbalimbali mbali ambayo yatakusaidia sana kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku kuweza kujua ufanye nini pale ambapo e, umefanya e, utafiti wako wa soko na ukabaini wateja ambao inabidi wauzie bidhaa yako hawako tayari kuinunua. Je, wewe kama mfugaji ambaye una bidhaa yako tayari, kuku wako wapo tayari kuingia sokoni, unafanyaje basi ili kusudi uhakikishe kwamba kuku wako wanauzika kwa wateja ambao wanakuzunguka karibu sana? Ndugu mfugaji, wakati mgumu sana kwenye e, maswala mazima ya ufugaji wa kuku ni pale ambapo una bidhaa nzuri ambayo inaweza na, e, ikauzika, lakini cha kushangaza ni kwamba wateja hawapo tayari kununua hiyo bidhaa, na hii inatokana aidha na utamaduni wa eneo ambao wa unapatikana, e, watu wako hawahitaji hiyo bidhaa ambayo umeizalisha au inawezekana gharama e, ambazo unazitangaza ni kubwa zaidi kwa e, walaji, ndio wana wanashindwa kuinunua bidhaa yako. Lakini pia kitu kingine kinatokana e, na mambo ya, e, ya kuto kuamini bidhaa ambayo unaizalisha. Kwa mfano mtu e, ambaye unamuuzia haamini katika bidhaa ambayo inachukua muda mfupi kuingia sokoni, kwa mfano kuku aina ya broiler. Sasa kuna mfugaji mmoja ambaye bahati nzuri niliweza kuwasiliana naye, alikuwa na changamoto kubwa sana ambayo ilikuwa na mkumba kwenye eneo lake la ufugaji wa kuku, hasa kwenye namna ya kuuza kuku ambao alikuwa anawafuga. Alikuwa anafuga kuku aina ya Chotala ambao walikuwa wanachukua almost miezi miwili na nusu wanawauza, na e, wakati wa kuuza alikuwa hapati wateja kwa sababu wateja walikuwa hawako tayari kuinunua hiyo bidhaa. Nitajaribu kumuuliza maswali, kwa nini bidhaa hawainunui lakini mwisho kabisa nilikuja kutambua kulikuwa na changamoto kadhaa kwa huyo mfugaji ndiyo maana wa laji au wateja walikuwa hawaji kununua hiyo bidhaa. Changamoto pake ya kwanza ilikuwa ni aina ya kuku ambao alikuwa anafuga eneo ambayo yeye alikuwa anapatikana, alikuwa anapatikana eneo ambalo walaji hawana uzoefu sana na kuku wa kisasa. Sasa kuku aina ya Chotala na hilo eh, eneo alikuwa anatumia sana sana kuku wa kienyeji. Kwa hiyo yeye alipoanza kuingiza kuku wake sokoni ikawa ni changamoto, kwa sababu eh, walaji waishazoea kula kuku ambaye angalau na miezi mitano mpaka sita, lakini eh, yeye alipoanza kuuza alikuwa anauza kuku ambao ana miezi miwili na nusu. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni changamoto ya kwanza, lakini changamoto ya pili ni kwenye muda eh, wa kuweza kuwauza hao kuku yeye alikuwa anachukua e, miezi kama miwili na nusu hivi kuwauza hao kuku. Na of course walaji walikuwa hawana upeo au uelewa kwamba kuna uwezekano wa kuku kuuzwa akiwa na miezi miwili na nusu na akawa tayari kabisa kwa chakula. Hiyo pia ilikuwa ni changamoto kubwa sana ambayo yeye ilikuwa ina msibu, japo yeye hakufahamu, lakini ndio ilikuwa changamoto kubwa zaidi. Na yeye kama yeye, kwa mapendekezo yake alikuwa anapendekeza ni mpe ushauri, je, ahamie kwenye kuku wa kienyeji au aendelee kuwafuga hao kuku chotala. Kushauri kwamba wewe endelea na ufugaji wako kuku aina ya chotala, ila cha kuzingatia ni kwamba inabidi uwafuge kwa muda mrefu, angalau miezi minne, ili kusudi wateja ambao utawauzia wawe tayari kununua hao kuku. Inawezekana wewe kwenye eneo lako ambao unaishi e, watu ambao unataka kuwauzia kuku wako ni watu ambao washazoea kununua kuku wa Kienyeji ambao wanachukua muda mrefu, miezi sita. Lakini cha kufanya kama unataka kufuga kuku aina ya chotala, eiza koila au saso kama hawa unaweza ukawafuga angalau miezi mitatu na nusu mpaka miezi minne ili kusudi wakuwe vizuri na waweze kuuzika sokoni. Ukifanya hivyo hata wale ambao watakuwa hawako tayari kuwanunua eh, watakuwa tayari kuwanunua kwa sababu kwanza, watakuwa na uzito wa kutosha, lakini cha pili, watakuwa na umbo kubwa, na cha mwisho kabisa watakuwa E, wanafanana na kuku wa kienyeji. Kwa hiyo utajikuta unauza vizuri bila changamoto yoyote kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku. Kama umeweza kusikiliza na kuangalia video mpaka mwisho nadhani kuna kitu kikubwa sana ambacho umeweza kujifunza. Cha kufanya, endelea kunifuatilia kwenye video zingine kupitia hii channel ili kuweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana na ufugaji wa kuku na jinsi gani tunaweza kutatua changamoto ili kusudi uweze kuongeza thamani na eneo lako uweze kulifanya, uweze kuzalishiwa vizuri bidhaa bora za ufugaji wa kuku. Asante sana, tukutane katika video nyingine.